Mwenyezi Mungu, naweza kukosea, mimi ni Mkristo lakini, katika surati ya Yasin, mnaposoma Shekh Kishik, katika Yasin ya zile aya mnazisoma moja moja, utanisahihisha, mnakwenda moja moja, si ndio eh? Yasin walikuruanilia ya kimwinakaram mnakwenda, lakini mnapofika aya ya hamsini na nane mara nyingi nimewasikiliza mimi sio Muislamu mnasema salamu kaulami rabi rahim salamu kaulami rabi rahim salamu ka ulami rabi rahimu. Mara nyingi nyie Waislamu mnarudia ile aya mara tatu, ndio mnaendelea na aya zile nyingine. Lakini huku kwingine, huku kwingine, huku ina naonwili mauta wa naktubu makadamu wasara mwakulasha hizo mnazisoma moja moja, lakini ile ya amani salamu ka ulami rabi rahimu